Ni ajawai kutokea Tanzania, mara ya kwanza kabisa, kusikika nchi nzima. Kama una dakika zitumie kuperuzi pindua, pindua, pindua, pindua, pindua. Kifurushi cha pindua pindua cha kupa pindua unit, uhuru ni wako. Dakika nandi pindua, Facebook bure, SMS bure, WhatsApp bure. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya ready chagua pindua pindua Vodacom, power to you. Karibu kwenye stori za tauni na Samson Jeremaya, na hii ni Globo tv online. Usiache kusubscribe si Globo tv online ili usipitwe na mastori yote wasanii wa pabongo. Aliyekuwa mtangazaji wa redio moja hapa nchini na MC mashuhuri hapa mjini Maimartha Jesse, baada ya watu kumshutumu kila kukicha kuwa ameathirika, alikuwa kimya na sasa kaja na majibu ya afya yake kwa ujumla kuwa yupo poa na wala ajaathirika wala nini. Siku ya jana ameenda kupima afya yake na kujulikana kuwa yu mzima na hajaambukizwa virusi vya ugonjwa wa ukimwi kama watu walivyokuwa wakimuhisi kuwa, waki kuwa ameathirika. Na kupitia ukurasa wake wa Instagram ameposti picha zikionyesha majibu ya vipimo vyake na akaandika ujumbe ambao unawahusu watu waliokuwa wakimshutumu kuwa ni mwathirika wa ugonjwa wa ukimwi. Nayanukuu maneno yake: Elo, nawaomba wale timu matusi wanamwambia kila mtu ana ukimwi pale kunapotokea kupishana, tuheshimiane jamani, mjini shule Hayo ni majibu yangu ya kwamba sina ukimwi. Naomba nitagieni wale watu wote waliokuwa wakinitukana, nina ngoma sasa, tusherekee. Akashtagi vikatuni vinavyoonyesha kucheka kuwa ana furaha kubwa sana, na akamalizia kwa kusema kuwa bado malaria urine na sasa ni kupima VVU mwanzo mwisho. Hata miaka ya nyuma walishawahi kumwongelea mbunge wa Mikumi Profesa Jay kuwa ni mwathirika, lakini baada ya vipimo watu wakaziba midomo na anaendelea kupeta na maisha, na sasa Ahivi Maimartha Jesse kawaziba midomo wale wote waliokuwa wakimdisi kuwa ni muathirika. Usiache kusubscribe si Global TV Online ili usipitwe na mastori yote ya wasanii wa pabongo na Samson Jeremya.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 Kutokea Tanzania, mara ya maraya, kwanza kabisa kusikika nchi nzima, unapindua pindua matumizi ya bandu. Kama una dakika zitumie kuperuzi, una MB unawaza kuongea, kifurushi cha pindua pindua chakupa pindua unit, uhuru ni wako, hmm. dakika na MB, ongea upendavyo, pindua kwa mara ya kwanza kabisa Tanzania, pindua unit zako kuwa dakika au mb au sms unavyotaka. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya riri chagua pindua pindua. Vodacom. Power to you.